Kuna utata mwingi kuhusu rais wa Urusi Vladimir Putin na utajiri wake wa kipekee na maisha ya anasa. Utajiri wake mkubwa bado unabaki kuwa kitendawili, ukisababisha uvumi na tetesi kuhusu kiwango halisi cha mali zake. Ingawa Putin ni mstari wa mbele kuhusu utajiri wake, ushahidi uliothibitishwa unaonyesha utajiri wake mkubwa uliojitokeza kupitia miliki, mashua ya anasa na mkusanyiko mkubwa wa sanaa. Maisha yake yenye anasa huchochea mshangao na vitendawili, vikichochea uvumi juu ya ikiwa yeye ni mtu tajiri zaidi duniani, ingawa madai hayo hayana data ya dhahiri. Zaidi ya wingi wa utajiri wake, jambo muhimu ni jinsi alivyokusanya kiasi kikubwa cha pesa. Kuna uvumi mwingi na baadhi ya ishara wazi, lakini hali bado haijulikani kabisa. Biashara nyingi za kifedha zake ni za siri, kama sehemu nyingine nyingi za maisha yake, lakini tunaweza kudhanifu kwamba lazima ziwe na faida kubwa, kulingana na maisha yake ya anasa na mali zake. Ingawa inatarajiwa kwamba rais wa moja ya mataifa tajiri zaidi duniani awe na mali nzuri kiasi, maonyesho yake ya anasa, hata akishikilia siri kuhusu mambo yake ya kibinafsi, ni ya kutilia maanani. Putin ameonekana akivaa nguo na vifaa ambavyo waziwazi wazi havilingani na mshahara wake unaodaiwa wa unyenyekevu anaonyesha ladha nzuri kwa vitu vya fahari na huonyesha mkusanyiko mkubwa wa vitu kama hivyo mfano wa hili ni saa ya fp journe chronometer blur intelasofor cs kipande kisicho cha kawaida chenye sanduku la tantalu metali nadra yenye vivuli vya samawati yenye thamani ya takriban dola za marekani 100,000 aidha yeye anamiliki saa ya blancpain lehman grand de takwalung ambayo si tu ya kupendeza kimombile bali pia inayostahimili maji ikiweza kupandwa mpaka kina cha mita 300 na kudumu hadi masaa 72 bila haja ya kupindua, ikiwa na gharama ya takriban dola za marekani 20,000. Sasa si vitu pekee vya kuvutia vya Putin. Sekta ya nyumba ni moja ya shauku zake, kwani anamiliki mali kadhaa, baadhi ndani na nyingine nje ya Urusi. Nyumba hizi si makazi ya kawaida kwa familia za kawaida bali majumba yenye hadhi ya kifalme yenye anasa na vifaa vyote ambavyo pesa inaweza kununua. Hata kwa viwango vya matajiri wenye uhasama, mali ya Putin ni ya kifahari sana. Kwa yote yaliyomo, inaonekana kama Vladimir Putin ni mwanachama wa kuchaguliwa wa kikundi cha watajiri wa hali ya juu sana akizidi majukumu yake kama rais na mtumishi wa umma, akigeuka kuwa mtu wa utajiri mkubwa. Kutokana na ushawishi wake mkubwa, wachache wanathubutu kuhoji asili ya utajiri wake bila kukabiliana na matokeo, huku yeye akiendelea kukusanya rasilimali zaidi na zaidi. Hata hivyo, Putin hakuwa daima rais mwenye siri na bilionea tunayemfahamu leo, na alikuwa zaidi kama mtu wa kawaida maisha na kupanda kwake madarakani. Vladimir Putin alizaliwa tarehe 7 Oktoba 1952, wakati huo ikijulikana kama shirikisho la kisovieti la Leningrado, leo inayojulikana kama St Petersburg, Urusi. Mwanzo wake wa kiasi uliweka msingi wa safari ya kipekee ambayo ingemfikisha kuwa mmoja wa viongozi wenye nguvu zaidi duniani. Akikuwa katika kibanda duni utoto wa Putin ulijaa changamoto na uimara. Baba yake Vladimir Spiridonovich Putin alikuwa mwanajeshi wa jeshi la wanamaji la Kisovieti na mama yake alikuwa mfanyakazi wa kiwanda. Licha ya changamoto zilizokutana nazo wazazi wa Putin walimimina ndani yake maadili thabiti ya, ya kazi na hisia ya azimio. Tangu akiwa kijana Putin alionyesha akili isiyo ya kawaida na kiu ya maarifa. Alijitokeza kitaaluma hasa katika masomo kama hesabu na Kijerumani. Upendo wake kwa michezo ya mapigano pia ulianza kuibuka wakati wa miaka yake ya ujana, wakati alipokuwa akifanya mazoezi ya judo na sambo, hatimaye kufikia cheo cha kibeteusi. Baada ya kuhitimu shule ya upili, Putin alijiandikisha katika chuo kikuu cha Kisovieti cha Leningrado ambapo alisomea sheria ilipokuwa. Wakati huo ndio alianza kujihusisha na siasa kwa kujiunga na chama cha kikomunisti cha Kisovieti. Hii ilikuwa mwanzo wa kupanda kwake madarakani. Mwaka wa 1997, alipata diploma katika uchumi mwaniaji mz wa uchumi sasa katika chuo kikuu cha uchimbaji madini cha St Petersburg, kuhusu tasnifu juu ya utegemesi wa nisheti na matumizi yake katika sera za kigeni. Baada ya kuhitimu kutoka chuo kikuu cha Leningrad mwaka wa 9 Putin aliingia KGB na kufundishwa katika shule ya parslwit ya KGB huko okta Leningrad. Baada ya kumaliza mafunzo yake, alipangiwa kufanya kazi katika idara ya duku ambayo ilishughulikia kigaidi wakati wa vita baridi ikifanya jukumu lake katika eneo hilo kuwa muhimu sana. Baadaye alihamishiwa kwenye idara ya satukuu ambapo alisimamia wageni na maafisa wa ubalozi huko Leningrad. Mwaka wa 1991 pamoja na kusambaratika kwa muungano wa Kisovyeti, Urusi ilikumbana na kipindi cha kuto kuwa imara kisiasa na kiuchumi. Putin alikutana na changamoto lakini akajua kuzoea ukweli mpya wa Urusi baada ya Sovieti. Uwezo wa uongozi wa Putin na uwezo wake wa kushughulikia hali za kisiasa zenye utata ulivutia mamlaka safari yake ya Kea kisiasa ilianza alipoteuliwa kuwa kiongozi wa kamati ya mahusiano ya nje, ofisi ya meya wa St Petersburg mnamo 28 Juni 99, nafasi ambayo alishikilia hadi mnamo Machi. Pia aliteuliwa naibu mkuu wa utawala wa jiji akiongeza katika jukumu lake la awali. Mnamo nice aliteuliwa kuwa mkuu wa huduma ya usalama ya shirikisho mrithi wa KGB ambapo sifa yake kama kiongozi mwenye busara na wa kujiamini ilithibitishwa kwa kukabiliana na uhalifu ulioandaliwa na rushwa kwa ukali. Putin alipata heshima na mshango kutoka kwa wengi ambao uliendesha njia yake ya kisiasa mnamo mwaka wa 1999, rais wakati huo Boris Yeltsin alishangaza taifa kwa kutangaza kujiuzulu kwake na kuunga mkono Putin kama mrithi wake. Mabadiliko ya badiliko yasiyotarajiwa ya matukio yaliweka Putin katika nafasi ya kipekee na kuweka msingi kwa matawala wake wa haraka. Tarehe 31 Desemba 1999, Putin alikabidhiwa jukumu la rais wa muda wa Urusi. Mtindo wake wa uongozi uliojulikana kwa utimamu na mbinu moja kwa moja ulipata upendeleo wa watu wa Urusi. Kwenye uchaguzi wa rais mwezi Machi wa 2012, Putin alishinda kwa kishindo, akijithibitisha kama kiongozi wa taifa. Tangu wakati huo ameshikilia nyadhifa mbalimbali zenye ushawishi akiwa rais wa Urusi kutoka 2000 hadi 2008, waziri mkuu kutoka 2008 hadi 2012 na tena rais toka 2012 hadi sasa. Udhibiti wake kuhusu madaraka umesalia imara na ushawishi wake kwenye masuala ya ndani na kimataifa hauwezi kutiliwa shaka. Muda wake wa sasa unatarajiwa kuisha mwaka 2024, na huenda akashinda chaguzi zijazo nchini humo. Umaarufu wake kati ya watu wa Urusi unasalia kuwa juu, kwa sehemu kubwa kutokana na taswira yake iliyolimwa kwa uangalifu ya kiongozi mwenye nguvu na mzalendo. Kuhusiana na mali ya kupindukia na mtindo wa maisha mwenye anasa, wachache wanaweza kulingana na Vladimir Putin. Mwanasiasa wa Urusi ana makusanyiko wa mali na vitu ambavyo vingewaibua wivu watu matajiri zaidi. Kutoka kwenye majumba ya anasa hadi kwenye msafara wa magari na ndege binafsi, kiwango cha maisha cha anasa cha Putin kinaonekana kutokuwa na kikomo moja ya mambo yanayostahili kuzingatiwa zaidi kuhusu matindo huu wa maisha wa anasa ni makusanyiko wake wa mali sisi tizwa na nyumba yake ya kifahari inayojulikana kamakasri la Putin lililopo kando ya pwani ya Bahari Nyusi karibu na Gelenzik lina lokadiri wa kufike ya dola za Marekani bilionis Kasri hilo lina ukumbi binafsi, kasino, uwanja wa mashindano ya kuteleza kwenye barafu chini ya ardhi, na hata shamba lake la zabibu binafsi. Ukubwa wa umahiri wa jumba la Putin ni ushuhuda wa utajiri mkubwa ambao Putin amejipatia miaka iliyopita. Walakini, jumba hilo ni mwanzo tu wa barafu. Kuna uvumi kwamba Putin ni mmiliki wa mali nyingine za kifahari ndani na nje ya Urusi. Hizi ni pamoja na ghorofa ya kifahari huko Moscow, kijiji katika Riviera ya Ufaransa na mali kubwa huko mashambani Italia. Maeneo haya yanawakilisha anasa za Putin na kumpa anasa na faragha kubwa. Mbali na mkusanyiko wake mkubwa wa mali isiyohamishika, Putin pia anajulikana kwa mkusanyiko wake mkubwa wa magari. Inakadiriwa kwamba yeye ni mmiliki wa zaidi ya magari 700 ambayo yanajumuisha magari ya kifahari ya hali ya juu hadi limuzini zilizolindwa za rais. Mkusanyiko wake unaunda alama kama vile Mercedes Benz, Rolls Royce na Bentley, kila gari likibinafsishwa kulingana na mahitaji yake halisi, iwe ni kwa kutembea katika mitaa ya Moskow au kuhudhuria matukio muhimu. Mfumo wa magari ni kielelezo cha mtindo wake wa maisha wa anasa. Mapenzi ya Putin kwa utambuzi hayapunguzi gari, pia ni mtunza heshima wa mkuu saniko wakonjwa wa ndege binafsi, na idadi ya jumla ya ndege imepulaitu ikiwa ni pamoja na helikopta na ndege za kibinafsi kibi, Putin ana rasilimali za kusafiri kwa ustadi na faragha. Ndege hizi zimejengwa na teknolojia ya juu ikihakikisha kwamba Putin anaweza kuchunguza ulimwengu kwa urahisi na urahisi. Pamoja na milki zake za kimwili, mtindo wa maisha wa anasa wa Putin unajumuisha shughuli zake za burudani. Yeye ni shabiki wa michezo na anafurahia kushiriki katika shughuli mbalimbali za nje. Moja ya mambo ya kupenda ya Putin ni kujifunza judo, sanaa ya mapigano ambayo amekuwa akijifunza tangu utotoni, hata akikabidhiwa mkanda mweusi, ukionyesha uaminifu wake kwa mchezo huo. Ambali na hilo, yeye ni mmiliki wa treni ya kifahari anayoitumia kusafiri kote Urusi, inayoitwa treni ya mzimu kwa kuwa yenye kinga. Njia hii ya usafiri inatoa faida kama vile Kim Jong-un mwenyewe, rais wa Korea Kaskazini na mashirika wa Putin anavyoweza kuthibitisha. Miongoni mwa faida za kusafiri kwa treni ni uwezekano wa Putin kusafiri mbali na macho ya umma, akifurahia utulivu wa kiasi. Wakati wa safari anaweza kufurahia mandhari na uzuri wa nchi yake, kitu ambacho kingekuwa kigumu kufurahia kwa njia ya ndege. Zaidi ya hayo, kutokana na siri inayozunguka safari za treni, njia hii ya usafiri ni salama zaidi kuliko njia za ardhini, ikionyesha umuhimu wa usalama kwa Putin na kuhalalisha kuwepo kwa mfumo wa reli ya siri, kama ilivyojitokeza ndani ya treni hii ya kifahari, ikiwa na vifaa kama kituo cha mazoezi, spa chumba cha kuhudumiwa, jiko ni kwa ajili ya milo ya kupikwa, na mahali pa kupumziki ya kwa Putin wakati wa safari. Samani na unajisi wa treni ni wa daraja la juu ukionyesha anasa ambazo pesa inaweza kutoa. Ingawa kumekuwa na siri kuhusu ndani ya treni ikifunua hadhi yake na anasa, basi hii gari si tu kwa kumpeleka Putin, inatekeleza majukumu muhimu mengine katika shughuli zake. Yeye huitumia kama kituo cha kamanda, akisimamia nchi wakati akiwa katika mwendo. Picha zimepigwa katika mikutano inayofanyika katika ambayo inaonekana kama treni zaidi ya hayo, anaweza kutuma maagizo kutoka mahali popote kutumia mfumo wa mawasiliano wa kifahari uliopo ndani ya treni. Linapokuja suala la likizo, Putin haukoi, anajulikana kwa kutembelea hoteli za kifahari na marudio mazuri ulimwenguni kote kutoka fukwe safi za Maldives hadi milima yenye theluji ya Alps za Uswisi likizo zakeni ushahidi wa hamu yake ya kupata uzoefu bora ambao pesa inaweza kutoa. Ingawa upana wa kweli wa utajiri wa Putin unabaki kuwa haufahamiki Mali zake za anasa na mtindo wa maisha wake ni dhahiri. Kutoka kwenye mali yake za kifahari hadi makusanyiko wake mkubwa wa magari na ndege, ukwasi wa Putin haujui mipaka. Maisha yake ya kifahari yamekuwa ishara ya nguvu na ushawishi, ikithibitisha zaidi nafasi yake kama moja ya watu wenye mafumbo na utata katika dunia. Itifaki ya utendaji wa rais wa Urusi na jumba kubwa la Kremlin, yote yaliyoko huko Moscow, yanawakilisha baadhi ya ofisi na makazi makuu ambapo mtu anaweza kufanya kazi na kuishi. Kwa hakika yanafaa kwa rais wa Urusi, lakini ni vituo rasmi na vinalenga tu masuala rasmi. Ni mali ya serikali na itarudishwa kwa matumizi ya serikali mwishoni mwa muda wa Putin. Hivyo, ikiwa Putin ataondoka katika wadhifa huo, iwe kwa kupoteza uchaguzi ambao unaonekana kuwa ni jambo lisilowezekana au kuchagua kustafu, anaweza daima kutegemea mali yake nyingi na kuishi kama mfalme kwa maisha yake yote. Kama ilivyo wazi, Putin haonekani kuwa na wasiwasi zaidi ya masuala ya serikali. Anasafirishwa kwenda na kurudi popote anapotakiwa kuwepo mahitaji yake yakitimizwa na miundo mbinu ya serikali na fursa ya kuwa na wachefu wa daraja la dunia na rasilimali bora zinazotolewa na serikali ya Urusi, Putin anafurahia faraja isiyo na kifani. Utajiri wake mkubwa unahakikisha kwamba anaweza kuendelea kuishi mtindo wake wa maisha baada ya kuachia wadhifa huo, ingawa sio tena kwa gharama ya serikali. Huenda akawa anafurahia utajiri wake hadharani baada ya miaka mingi ya kuficha. Vladimir Putin huenda akawa anachangamkia utajiri wake kwa uwazi bila kujali maoni ya watu. Zaidi ya mali yake ni hakika kuwa ana uwekezaji mwingine. Chanzo cha uwekezaji huu ambao labda umezingatia kupitia utumiaji wa rasilimali za serikali ni somo linaloweza kujadiliwa. Bila kushikilia wadhifa rasmi, inatarajiwa kwamba atatangaza mali zake, ambayo inaweza kuweka wazi utajiri wake halisi kwa ulimwengu. Hivyo labda hatimaye tutagundua kama Vladimir Putin ni tajiri zaidi duniani kama ilivyo. Hata hivyo kuna uwezekano pia kwamba utajiri wake utabaki ukiwa umefichika hata baada ya kuondoka wadhifa, ingawa mtindo wake wa maisha unaendelea kutoa ishara ya vile wengi wanavyoshuku. Hata kama atafichua mali zake hadharani, bado kutakuwa na dhana kuhusu usahihi wa takwimu zilizotolewa. Mashaka kuhusu kuendelea kudumisha mali zilizofichika yataendelea hasa kwa vile ana desturi ya kuwa na uwekezaji nje ya nchi. Kipengele muhimu katika mustakabali wa Putin baada ya kuondoka madarakani ni jinsi mrithi wake atakavyofanya. endapo atachagua kuchunguza mali na mali za Putin, ni kawaida kwamba taarifa nyingi kuhusu biashara zake zitafichuliwa uchunguzi huu unaweza kuishia kwa njia ya kufadhaisha ikisababisha kupoteza mali na hata kufikishwa mahakamani. Putin tayari anaweza kuwa anafahamu uwezekano huu na labda tayari anachukua hatua za kuzuia. Anaweza kutafuta msada kutoka kwa marafiki wake wenye ushawishi ili apite bila ya madhara katika hali hii. Wengi wa matajiri wa Kirusi ni marafiki wa karibu wa Putin, na bila shaka wana deni la shukrani kwake. Hatima ya utajiri uliojikusanya na Putin wakati wa urais wake bado haujulikani hadi sasa. Hakuna mtu anayejua kwa hakika yeye anamiliki kiasi gani. Dunia inatazama na kuspekulate, lakini ukweli unabakia kuwa wa mafumbo na kutokuwa na uhakika. Athari ya muda mrefu wa Putin katika utajiri wake ni dhahiri. Kama kiongozi wa moja ya mataifa yenye nguvu zaidi duniani, ni wazi kwamba utajiri wake umekuwa kwa kiasi kikubwa tangu achukue madaraka ingawa ni jambo la kawaida kwa viongozi wa ulimwengu kuwa matajiri wakati na baada ya nyakati zao za uongozi, ongezeko la utajiri wa Putin linaonekana kuwa la kipekee kwa kiongozi wa nchi inayodaiwa kuwa ya kidemokrasia kama Urusi. Ingawa Kremlin inadai kuwa Putin anapokea mshahara wa kila mwaka wa karibu dola za Marekani elfu mia moja kama rais habari hii kwa kiasi kikubwa hutiliwa shaka na jumuiya ya kimataifa kulingana na mali zinazohusishwa na kiongozi huyo wa urusi ni nadra kwamba mapato yake yawe kidogo kiasi hicho kwa kulinganisha rais wa marekani hupokea karibu dola za marekani 400,000 kila mwaka hata hivyo hata marais tajiri zaidi wa marekani hawaishi maisha ya anasa kama putin hivyo basi swali linajitokeza Putin anapata pesa. Hakuna anayeweza kusema kwa uhakika, lakini wakosoaji wengi wanadai kwamba rushwa na udhibiti binafsi, wa kibinafsi wa mali nchini Urusi vinachangia kwa kiasi kikubwa katika utajiri wake mkubwa. Kwa mtazamo wa kwanza, nadharia hii naweza kuonekana kuwa nyepesi, hasa kwa sababu Putin similiki binafsi wa taasisi za serikali na mali. Hata hivyo Uchambuzi wa kina zaidi unaonyesha kwamba Putin anayo udhibiti mkali juu ya oligarkia ya Kirusi na kwa msingi anachagua ni nani anayenufaika na programu za serikali na mikataba ya biashara. Si jambo la bahati mbaya kwamba watu wengi tajiri zaidi nchini Urusi ni marafiki na washirika wa karibu wa Putin. Wengi wanadai kwamba yeye hupokea sehemu ya kila dola inayozunguka kiasilia. Wakati hawa oligarki wanapoendelea kuwa na uhusiano mzuri na Putin, wanaweza kuendelea kuwa na utajiri wao. Hata hivyo, wanapoanza kukosoa vikali utawala, Wanakabili wana hatari ya kupoteza kila kitu. Miaka mingi imepita, wakoswaji wameelezea jinsi uonekano wa kama kuhamisha mali na usambazaji wa rasilimali za nchi ni sawa na rushwa kubwa kutoka kwa utawala wa Putin. Moja ya wakoswaji hao ni Bill Browder, mwanzilishi wa kampuni ya uwekezaji ya Hermitage Capital. Katika mahojiano ya mwaka ib Browder alidai kwamba utajiri wa Putin unatokana na wizi na ulaghai mkubwa wa fedha za umma. Kulingana naye, ikiwa unamuona tajiri anayevalia 20 bilioni, kuna uwezekano wa 10 bilioni kuwa mali ya Putin. Browder alikadiria utajiri halisi wa Putin wakati huo kuwa zaidi ya 200 bilioni. Kadirio hilo lilimfanya kuwa tajiri zaidi kuliko Jeff Bezos, mtu tajiri zaidi duniani wakati huo, ambaye utajiri wake ulikuwa karibu 112 bilioni. Tangu wakati huo, inakadiriwa kuwa idadi hiyo imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Uwezekano wa Putin kuwa mtu tajiri zaidi duniani si jambo lisilowezekana. Mashtaka dhidi yake ni makubwa, yakiashiria kwamba yeye si rais tajiri tu, bali ni mashwa wa nchi unayenufaika na nafasi yake katika jumuiya kwa maslahi ya kibinafsi. Hata hivyo, hata kama mashtaka haya yatakiriwa, ni nadra Putin akashtakiwa rasmi. Kama ilivyotajwa awali, Putin ana udhibiti mkali wa Urusi, akishawishi karibu sekta zote za nchi, ingawa Urusi inajitangaza kwa demokrasia. Upinzani dhidi ya Putin ni nadra sana, hususan baada ya kifo cha Alexei Navalny. Putin anakiri mashtaka dhidi yake na anakanusha mara kwa mara. Anatetea kwamba serikali yake si fisadi na anadai kuwa mashtaka hayo ni jaribio la nchi pinzani kumchafua, licha ya kuungwa mkono na kupendwa na watu wake. Kulingana na Putin, mimi ndiye mtu tajiri, sio tu Ulaya bali duniani kote, kwa sababu napenda kuhifadhi hisia. Utajiri wangu unategemea ukweli kwamba watu wa Urusi wameniamini mara mbili kuongoza taifa kubwa kama Urusi. Wakati mtindo wa maisha ya kifahari ya Vladimir Putin unaweza kuwavutia wengi, pia umesababisha utata na maswali kuhusu athari za utajiri wake kwa watu wa Urusi, huku upana wa utajiri wake halisi ukiwa bado ni siri, tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya fedha dhidi ya rais wa Urusi zimeongezeka. Wakosoaji wanabainisha kwamba mali za kupindukia za Putin na mtindo wake wa maisha ni ishara ya mfumo unaopendelea matabaka ya juu kwa kudhuru raya wa kawaida wa Urusi. Wanasisitiza pengo kubwa la utajiri nchini Urusi ambapo wachache wanamiliki sehemu kubwa ya utajiri wa taifa. Pengo hili limechochea kutokuridhika na kukata tamaa kwa kiwango kikubwa kati ya raia wa kawaida wa Urusi, ambao wanajitahidi kujikimu huku wakikabili wana maonyesho ya mali ya viongozi wao. Moja wa machafuko makubwa kuhusu utajiri wa Putin ni tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma. Uchunguzi mbalimbali ndani na nje ya Urusi umeshughulikia mbinu za kifedha zisizo halali za Putin na washirika wake. Uchunguzi huu umefichua mtandao tata wa akaunti za nje, makampuni ya uongo na mifumo ya kuosha fedha, ambayo lengo lake lilikuwa kuficha upana halisi wa utajiri wa Putin. Mwingine kuhusu wasiwasi ni ushawishi ambao utajiri na nguvu ya Putin ina katika medani ya kisiasa nchini Urusi. Wakosoaji wanadai kwamba rasilimali kubwa za Putin zinaruhusu kudhibiti mfumo na kudumisha udhibiti mzito wa nguvu. Ukosefu wa upinzani wa kisiasa na ukandamizaji wa sauti za ukosoaji zinaonyeshwa kama ushahidi wa udhibiti wa Putin juu ya taasisi za kisiasa za nchi. Putin amehusishwa na shughuli za shaka, hasa katika muktadha wa Panama Nyaraka zilifichua mtandao pana wa makubaliano ya siri ya nje, upotezaji wa kodi na kuosha fedha, zikionyesha kwamba Sergei Roldugin, mshirika wa karibu wa Putin, alikuwa katikati ya mpango mpana wa ufisadi wa kiwango cha kimataifa. Kufichuliwa kwa habari hizi kulizua uvumi kuhusu uwezekano wa uhusiano moja kwa moja wa Putin. Putin amekuwa makini sana kuepuka kuhusika kwa njia yoyote kwenye migogoro mikali ya umma, walakini kuna uwezekano kwamba Roldugin alifanya kazi kulingana na maelekezo na kwa manufaa ya maslahi ya Vladimir Putin tena alipulizwa kuhusu ushirikishwaji wake, rais wa Urusi alikataa kwa nguvu matendo yoyote ya rushwa au haramu yanayohusiana husiana na Panama Papers. Aliyachukulia mafichuzi hayo kama sehemu ya njama ya magharibi ya kudhufisha serikali yake. Hata hivyo Waendesha mashtaka, wachunguzi na vitengo maalum vya polisi hawakukata tamaa na wamekuwa wakifuatilia mali za marafiki wa Putin waliohusika kwenye nyaraka hizo yote. Ndege zimezuiliwa kuondoka na majumba ya kifahari yamechukuliwa. Walakini, wanachokipata kinaweza kuwa ni mwanzo tu. Bado ni siri iwapo Putin amenufaika moja kwa moja na biashara hizi za nje ya nchi. Wakosoaji wanaamini kwa kiwango kikubwa kuhusika kwake, hasa ikizingatiwa kwamba mshahara wake rasmi hauwezi kueleza utajiri mkubwa unayomhusisha. Matokeo ya utajiri wa Putin yanavuka mipaka ya Urusi. Maisha yake ya anasa na ushiriki wake uliodaiwa kwenye shughuli za kifedha za haramu yamewavutia jamii ya kimataifa. Serikali za Magharibi zimeiwekea Putin na washirika wake vikwazo, zikilenga kupunguza uwezo wao wa kuhusika na vitendo vya rushwa na shughuli za kifedha za haramu. Vikwazo hivyo vina athari kubwa kwenye uchumi wa Urusi na vimezorotesha zaidi mahusiano na Magharibi. Kujibu hayo, Urusi pia imeweka vikwazo vyake dhidi ya nchi zinazochukuliwa kama vitisho. Hii katika muktadha wa mzozo kati ya Urusi na NATO hasa baada ya vita vya hivi karibuni nchini Ukraine ni changamoto kubwa. Magogoro juu ya utajiri wa Putin pia umewathiri watu wa Urusi. Changamoto za kiuchumi na mtazamo wa rushwa kwa ujumla, zimechafua imani kwa serikali na kuzidisha machafuko ya kijamii. Mandamano na mikutano huzidi kuwa ya kawaida huku wananchi wakitaka uwazi na uwajibikaji mkubwa kutoka kwa viongozi wao. Licha ya ukosoaji na mijadala, Putin bado ni mtu maarufu kati ya Warusi wengi. Taswira yake ya mtu mwenye nguvu na hotuba ya kizalendo inawagusisha sehemu kubwa ya idadi ya watu ambao wanamwona kama ishara ya utulivu na nguvu katika ulimwengu unaobadilika. Hata hivyo, kuna maswali kuhusu uimara wa utawala wa Putin na athari za muda mrefu za utajiri na nguvu zake. Kwa ufupi, maisha ya kifahari ya Vladimir Putin yanachochea mshangao na mjadala, yakizua maswali kuhusu athari ya utajiri wake kwa watu wa Urusi na imani katika serikali. Kikusanyo kikubwa cha mali, magari ya kifahari, ndege binafsi na likizo za kifahari za Putin zinaakisi anasa yake, lakini pia kuzwa mijadala kuhusu madai ya rushwa na uvujaji wa rasilimali. Maswali haya yanasisitiza pengo la utajiri nchini Urusi na kuchochea machafuko ya kijamii. Dunia inaendelea kubashiri kuhusu kiwango hali si cha utajiri wa Putin na athari yake kitaifa na kimataifa, ikifanya maisha yakekuwa hadithi ya kusisimwa na kujadiliwa.